Vizuri kwa sababu na, na, na, nafanya mazoezi sana mimi karibu mara tatu nne kwa wiki. Kwa hiyo nawaomba na vijana wa, waendelee kufanya mazoezi, wacheze vizuri kuliko mimi. Nimeshinda yeah, nimeshinda kwa sababu mazoezi, practice makes perfect. Hakuna siri nyingine, ni mazoezi tu basi. Na nimefurahi sana kwamba nimeweza kupata hizo Britam wameanza hapa mara ya kwanza leo, na mimi ndio overall winner wa kwanza. Nashukuru, na I hope mwakani tena nitaendelea na mazoezi niweze kushinda tena. Ulikuwa na changamoto gani katika mashindano ambayo yakiendelea? Wakati naendelea na nilikuwa nacheza na vijana, hasa vijana, unajua wanapiga mipira mirefu sana, na mimi nikawa kama nikasema the, I'll hold my cool, ntacheza game yangu sintafata vijana kwa sababu nikiwafuata vijana ndapoteza ile rhythm yangu mwenyewe, kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa challenge. Lakini unaonaje nafasi ya gofu miongoni mwa michezo hapa Tanzania? Nafasi ya gofu ni nzuri, ni haijawa promoted vizuri, lakini nadhani ni iwe promoted, kwa sababu ni mchezo ambao unatumia akili sana na ukiweza una... ku tumia muda wako, unatumia kama masaa matatu manne kwenye kiwanja. E, inakutoa kwenye mambo mengine mengine ambayo sio ya sio ya muhimu, na ni njia nzuri ya kupumzika. Kwa hiyo ni vizuri tukufanya mazoezi ndio. Katika lioshindana nao ni, tena niwauliza yule mmoja alikuwa na miaka arobaini na mbili na mwingine alikuwa na miaka 47. Mimi na miaka 73. 73. <coughs> Kwa hiyo nimefurahi kuwafunga. Vile nilivyokuwa naeleza Britam, eh, kwa ujumla Britam huwa ina, ina eh, dhamini michezo ya aina nyingi. Uh, Britam kwa sasa inatoa bima na huduma zingine eh, katika nchi saba eh, katika eneo la Afrika ya Mashariki na Kusini na katika hizi nchi zote ambapo tunatoa huduma zetu, huwa tunadhamini uh, michezo ya aina uh, tofauti tofauti kama vile football uh, yaani mchezo wa mipira ya miguu na tennis na golf pia. Uh, hapa Tanzania tumedhamini mchezo uh, uh, michezo wa golf uh, hasa kwa, kwa nia ya kuwashukuru wateja wetu kwa kutupatia ile support na kwa sababu bila wateja Britam eh, haiwezi ikawa, eh, haiwezi ikawa na ile mafanikio ambayo tumekuwa nayo. So udhamini wetu hapa Jimkana eh, kwa hakika ilikuwa ni kutoa shukurani kwa wateja wetu, hmm, tupate nafasi ya kucheza golf nao, eh, tufurahie. Na baada ya kucheza golf nao, eh, tupate muda kupata chakula cha jioni na pia kinywaji kama shukrani yetu kwa wateja wetu. Sawa, so, uh, tumesikia hapa kwamba mashindano yamefanyika yamemalizika. Je, uh, vipi uwepo wenu mtaendelea kuwepo kwenye kudhamini mashindano kama haya? uh, ndio, tutaendelea kuwepo. uh, mwaka uliopita tuli tulisponsor uh, tulidhamini mchezo wa golf uh, kule Arusha Jimkana. Mwaka huu tumesponsor uh, hapa uh, Dar es Salaam Jimkana na tutaendelea kusponsa e, e, michezo ya golf e, kwa sababu e, golf ni njia mojawapo ya e, sisi kuwashukuru wateja wetu, na tuta, pengine tutasponsa pia kwenye klabu zingine hapa Dar es Salaam kama vile Lugalo e, so kwa sababu kuna wateja wetu pia ambao ni members wa Lugalo na bila shaka tuta tutatoa sponsorship huko pia ili tucheze nao na tuwape shukrani kwenye, kwa, kwa ile support ambayo wametupatia.